Tumeendelea kupokea maoni ya ushauri, ya ushauri kutoka kwa wadau mbalimbali hususan vijana wabunifu watayarishaji wa maudhui na wajasiriamali mali wanaotumia majukwaa ya mtandaoni. Wengi wao wameeleza kwa dhati kuwa gharama za leseni zilizokuwepo hapo awali zilikuwa kubwa na hivyo kuwa kikwazo kwa wengi kurasimisha shughuli zao na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali. Kutokana na hoja hizo ambazo zina msingi tulitoa maelekezo mahususi kwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kufanya mapitio ya ada na leseni ya huduma za maudhui mtandaoni ili ziendane na uhalisia wa soko, uwezo wa watoa huduma, na lengo la serikali la kuwezesha badala ya kuzuia ubunifu. Nina furaha kuwafahamisha kwamba mapitio hayo yamefanyiwa kazi na ameleta unafuu kubwa na ya kihistoria kwa watoa maudhui mtandaoni. Ada ya leseni imepunguzwa kwa kiwango kikubwa kutoka shilingi laki tano hadi shilingi elfu hamsini huku ada ya maombi ikiwa shilingi elfu kumi pekee. Vilevile, kwa wakusanyaji wa maudhui mtandaoni ada ya leseni imepunguzwa kutoka shilingi milioni moja hadi shilingi laki moja na ada ya maombi ikiwa shilingi elfu ishirini tu. Hatua ambazo zimechukuliwa hapo juu kama ambavyo nimetangulia kusema ni za kimkakati katika kupunguza gharama za uendeshaji, kuhamasisha urasimishaji wa shughuli za kidijitali, kupanua fursa za ushiriki kwa vijana na wabunifu, pamoja na kuchochea ajira na kukuza mchango wa uchumi wa kidijitali katika pato la Taifa. Serikali inaamini kuwa kwa gharama hizi rafiki na jumuishi, wadau wengi zaidi wataingia katika mfumo rasmi, jambo litakaloongeza ubora wa maudhui, uwajibikaji na ushindani wenye tija katika sekta hii. Nchi nyingi kwa sasa zimeanza utangazaji wa redio kwa kutumia teknolojia ya kidijitali kwa jina la kitaalamu digital sound broadcasting. kwa kulifahamu hilo TCRA ilianza zoezi la kuhuisha kanuni zetu ili kuweka utaratibu mzuri wa kutoa huduma za DSB. Mpaka sasa nafurahi kusema maandalizi yote ya usimamizi yamekamilika na watoa huduma za miundombinu ya kidijitali wamepatikana. Kwa kwanza huduma hizi za digital sound broadcasting zitapatikana katika mikoa mitano, mkoa wa Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha na Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, msingi wa kauli mbiu ya mkutano huu mkuu wa mwaka wa utangazaji kwa mwaka huu 2026 ni matumizi ya teknolojia katika kupanua na kuboresha huduma za utangazaji vijijini. Msingi wa kauli mbiu ya mkutano huu unachagizwa pia na nukuu ya Mheshimiwa Rais, anaomba k kuu ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan katika moja ya maelekezo yake wakati wa utoaji wa tuzo za Samia Kalamu Award iliyofanyika tarehe tano Mei mwaka 2025, ambapo alisema anaomba kunukuu: na hapa nataka nigusie umuhimu wa vyombo vya habari vya jamii kule chini, redio za jamii na televisheni ndogo huko vijijini. Niombe sana wizara, lakini na wakubwa wa tasnia hii, kuvitupia macho vyombo hivi ni muhimu sana. Mwisho wa kunukuu. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania imejipanga kutekeleza maelekezo ya ilani ya chama tawala na pamoja na, hatua za, na moja ya hatua za, za awali ni ushirikishwaji wa wadau kupitia mkutano huu katika kuelewa lana nzima ya uimarishaji wa utangazaji vijijini.